Tayari maji yameanza kujitenga na mafuta hapo, hajasomewa kisomo eh? Hajasomewa dua wala albadili, kaanza kuongea ukweli. Israeli ni Ndaro ni hii hapa, hii ni Israeli ni Ndaro ambao anasema yeye ndio kwamba gari ya kifahari mimi niko nayo kwa sababu hii ndio inafanana na Ndaro, sawa, nauza milioni 48 na laki nane, na sio yenye Israeli au sio? Ambao anasema yeye mara ya kwanza alisema hizi gari ni milioni 29, sio? Unaelewa, milioni 29 sasa hivi ameposti eti milioni 48 wakati mimi nilisema zinaanzia milioni 50 na kuendelea. Yeye akasema ni milioni 29. Sasa hivi kaposti ni milioni 40. Kwa hiyo kapunguza kwa milioni mbili ili atengeneze gapu tu ya kwamba eti ni bei rahisi. Kaposti. Kwa nini uposti milioni 29 sasa hivi na post milioni 48? Tayari utaeleza vizuri hapo hujapigwa hata kofi. Tuambie kama zile za milioni 29 ni za wizi. Tujue. Tunaanza inspection muda sio mrefu. Tunatoa masaa 6 atueleze milioni 29 zilikuwa ni gari gani? mi nauza milioni arobaini na nane na laki nane. Uhalisia ni kwamba ni Audi gani? Kama ni za wizi usemi. Kama ni za wizi usemi. Kwa sababu mini ipote na sawa kwanzea milioni hamsini kuendelea, akabisha, kasema ni milioni ishirini na ngapi? Na tisa. Sasa hivi kaje, nime mgusa ni, ni, ni, ni, ni, tukidogo. Akateteleka tayari. Karudi anasema ni milioni arobaini na nane, kapanda kutoka ishirini na tisa hadi arobaini na nane. Wewa nigepu kubwa kapanda karibia milioni ngapi? Karibia milioni kumi na tisa. Kapanda juu karibia milioni kumi na tisa. Jamani, hasa nasemaje? natoa masaa sita. Ataongea ukweli hapo, hajapigwa haitakii. <laughs> Kwa hivyo hii milioni arobaini na nane laki nane hapo hajaguswa hata kwenzi, tukimgusa yule atasema kila kitu. Hizi gari zinazwa shingapi? We unaijua Audi Q5 elfu mbili kumi na tano s line uniambia ni chini million ya milioni hamsini? Nonsense. Sasa hivi kafika milioni arobaini na nane atapanda tu taratibu. Maji na mafuta imeanza kujitenga kama alivyo sema Dotto Magari, bahari haikai na uchafu haitakii. <laughs> Kwa hivyo hii milioni arobaini na nane na laki nane <laughs> Angalia <laughs> <laughs> <laughs> basi <laughs> wa Tanzania jamani, ukiwa na gari ndio u concentrate. Mimi nasikia sasa nilikuwa naomba sawa. Hebu wafanye wa Tanzania wawe na amani hey. Hii milioni saba. Milioni saba hii hii hii gari ni bei gani milioni saba ao milioni saba kivipi sasa. Sasa mimi zakawapigia mahesabu ni milioni saba unaona, hii gari hii gari mimi yaani uzinakua mkweli, uh -huh, ni Audi Q5 mwaka elfu mbili na kumi na tano sawa unaiona hii hapa, mambo na ni mpya, sio yuzi. Mzigo umeshuka bandarini, jumlisha hizo hesabu ije milioni 7. Okay. Kodi yake kwanza, TRA uzuri, kodi ya TRA, zikadanganya kuhusu magari, ni rahisi kuangalia kodi Sawa. Namna kuangalia kodi ya TRA, chukua simu yako hapo uh -huh. Nenda Google, andika TRA itakuomba za gari andika Audi Q5 elfu mbili kumi na tano petroli, inatumia petroli. Ah, wewe kwako ilikuja si ngapi? Ngoja umwe. Sasa milioni saba imefika. Gari jumla lote ni milioni saba, jiulize mwenyewe gari limenunua shilingi ngapi mpaka ilipio kodi milioni jumlisha jumlisha gharama za bandarini, sanielewa, gharama za bandarini, kichoa gari. Uh -huh. Jumlisha pesa ya ofisi iliyokuagizia gari, sanielewa. Uh -huh. Baada ya hapo tunakuja milioni saba jumla. Sasa ndugu yangu, hebu hebu, basi hebu usifanye watu machizi bwana, usifanye watu mazezeta. Milioni saba inafikeje? yeah. Yani hapo, kwa sababu usuru tu bei ya kununulia hujasema. Haya, milioni saba inakuja. Uh -huh. Uh -huh. Ni milioni saba hiyo. Mimi cha kwambia tu bwana, mimi nafanya kazi kampuni ya Magic Builders International kazi No, ambazo ukijenga nyumba yako ukifikia yeah. Wakati wa kuskim nyumba yako kabla hujapaka rangi unapaka kwanza ile white skim wall putty. inalinda wadudu na bakteria wote wanaoshambulia rangi. Sasa nisikilize.